Naam, mbona nadhani unakuwa unakumbuka kwamba Bibie Zuchu alikuwa anaandamwa na zile kashfa za kwamba ana matatizo ya ugonjwa, yani kuna ugonjwa ambao unamuandama. Nadhani utakuwa nakumbuka kwamba kuna hizi videos amba, amba kuna ule utata ambao ulikuepo kati yake yeye na mwanadada mwenzie anayefahamika kwa jina la Rita, ambaye kwamba Zuchu eti huwa anajikuna ana ugonjwa wa kujikuna, jambo ambalo lilikuja kudhihirishwa na moja kati ya video za Zuchu akiwa anaimba akiwa anajikuna kwenye swali. Sasa this time around, tena kuna video nyingine inamuonyesha bibie Zuhura akiwa anajikuna kifuani, ambapo ni jambo la kawaida kabisa, lakini wabongo tena, kama unavyoelewa, hawana dogo na wanapenda sana kuconnect dot, basi moja kwa moja wamekuja kumvalia kulivalia njuga swala hilo, wakiwa wana wameitumia wamepost hizo video na zimesambaa kweli kweli, wakiwa anaonyesha kama vile tena ni ushahidi mwingine kuhusiana na inshu ya mwanadada huyo Zuchu kujikuna, kama the way ambavyo mchepuko wa Diamond alivyokuwa amezungumza. Sasa basi, hapa kuna bidada anaitwa Tedi akasema kwamba bwana, kila mtu huwa anajikuna ila Zuchu kiukweli, wanamvizia ajikune tu wa posti Umeona, kuna bidada hapa amekuja kuandika hivyo kwamba issue ya kujikuna bwana ni jambo la kawaida, kila mtu anajikuna, lakini bibi Zuhura, maskini ya Mungu, kwa kuwa tu Rita alizungumzaga hiyo issue, basi sasa hivi ni kama vile Zuchu wanamvizia huko behind the scene, akiwa anashuti video zake, wanamvizia akiwa tu anajikuna, wanamrekodi ili waposti na kukumbushia yale mambo ambayo Rita, imekuaje bibi? Mbona mnamuandama hivi? Kuna page hapa mmesema kwamba bwana wote tunajikuna ila Zuchu kama anastahili tunzo hivi, maana muda wote ni ngwara ngwara. Kuna page hapa imekuja kuandika hivyo. Kuna page nyingine hapa mmesema kwamba bwana mtamsema Zuchu kama nyinyi vile huaga mjikuni, kwa mtu ameandika hivyo. So hii issue ya Zuchu kuonekana anajikuna wabongo tena wameisha kuja nayo tena na video zimesambaa mno, na sababu ya kusambaa tunaelewa kwamba eh, ni inshu ile ya Rita. Sasa hapa watu wameona kama vile wanamuonea. Sasa bibie Zuhura, kwa mfano hapo, kuna mtu a ku amekuja amecomment ameandika kwamba, hivi jamani, kujikuna ni dhambi mpaka mwanze kusambaza hizo video? Bibi binti wa watu akiwa wanajikuna kwa mtu bwana, au anaukoma? Maana da <todohi> anajikuna kwa ndani, maskini kwa nsoba bwana, wewe nawe kuna muda huaga unatuwekeaga vitu vya ajabu. Kwa nsoba bwana, ila ni mzuri huyu binti mashallah. Kwa nsoba bwana, kwani Zuchu ana ugonjwa wa ukurutu au? Kuna mtu ameuliza hivyo. Kwa nsoba bwana, ila waje, hivi mna nini eh? Mbona kwani kwani nyinyi huaga mji kunaagi? Kuna mtu ameuliza hivyo. So ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hii issue eh? kweli ni big deal ya kufanya kwamba video zitrend huko mitandaoni hisa tu Zuchu ameonekana anajikuna au ni